Jamani, Nyeshinski nachezea hapa ndani Radio Jambo ndani ya talk. Um, kumekua kuna interview ya fom some few days ago na Gobia and baada ya hiyo Nyegobia amekuja akazungumzia kuhusu jinsi mkewe igai inshe Yaani anakuwa wife kamera ziki roll anakuwa wife kamera zikiwa off, and I'm just like ngoja kidogo. Mtu wa kwako pale nyumbani, mko na wageni ehe, mumeenda sherehe mahali, ana behave like the wife like tunaweza ona it it couple. Ye ndio hali halisi ama wageni wakiwa ndio sasa, yes I'm the wife ni nini, nini pale ama I'm the husband ni nini, nini pale. Watu wakishatoka bwana wewe, back to normal <laughs> Eh? Mtu wako jamani, anakuwa ni mtu wako full time, ama wageni wakiwa pale, ama mkiwa mmeenda ugenini pale, ndio anajifanya sana ndio mume wako kwa sana na kupenda sana, ama ndio anajifanya sana ndio mke wako, mna hold hands, lakini jamani, mkili nyumbani, hali halisi sio hivyo, jamani mume nuna uh -huh talk to me, ndio hali halisi. Aa, inakuwaje uweza ukajivunia mtu wako? Ama inakuwa vipi? Talk to me, historia yako ni gani? Ningependa kusikia kutoka kwako kwa 0700746975 right now. Tunakwenda madukani when I come back nitakuwa nishika simu nijue inakuwa vipi. Usieni bali, hii ni Radio Jambo.